Mimi Mohsin Ahmed Naso tunashukuru Madina Foundation kwa kutusaidia msaada wa vitu. Tunaahidi tutafanya vizuri kupata madaftari, begi, lula, dictionary. Kwa majina naitwa Fatuma ya Saidi Abdalla, tunashukuru Madina Foundation. Tunashukuru Madina Foundation, tunashukuru sana kutupatia zizaadi na tunaahidi tutasoma atazifanyia kazi kama mvotugee Madina Foundation kwa msaada huu walotuletea kwa vijana wetu tunawashukuru sana. Mungu awazidishie awape imani e, watoe koliko hiki walichokileta leo kwa watoto wetu, na pia natua nasaha kwa watoto wetu walopewa zawadi hizi wazizingatie, pili watapoanza kuja shuleni wanachofundishwa wazingatie, na wafatilie, na Mungu awape fahamu awafikishe mbele wanakotaka kwenda. E, hatuna nini, mi nasema asanteni sana karibuni tena e, kwenye kata yetu ya Miburani. Twa Masiku Muhammad ni mwalimu mkuu shule ya msingi Chemchem. Leo hii tuko hapa shule ya sekondari hii ya Micheni kwa ajili ya kutoa kupata kupokea zawadi kutoka kwa ndugu zetu wa Madina Foundation kwa ajili ya vijana wetu ambao wamekwalifai kwa ajili ya kuenda kuanza masomo sekondari. Kwa kweli katika hili tunawashukuru sana Madina Foundation kwa sababu tunajua wazi kwa mazingira tulionayo, <coughs> wengi sana ambao wangeliweza kuchelewa kuripoti shuleni kwa sababu ya kukosa haya mahitaji. Lakini kwa hiki ambacho kimefanyika leo hii, sisi tunatoa shukrani za dhati na tunawaombea pia kwa Mwenyezi Mungu Madina Foundation kwa hili ambalo wameweza kutusaidia na wameweza kutushika mkono katika masala mazima ya kielimu kwa vijana wetu. Aa, lakini pia, niseme tu kwamba kwa vijana kwa wetu ambao wamepokea hili basi waone kwamba kuna kitu kikubwa sana ambacho kimefanyika na yako mengine makubwa zaidi, kama tutaongeza juhudi pengine tungeweza kupata watu wengine angeweza kutushika mkono. Tunatoa shukrani dhadhati. Na tunawakaribisha tena na tena, na sio Madina Foundation tu, hata kama kuna wengine <coughs> ambao wangeweza kuja kutushika mkono, kwa kweli tunashukuru sana, tunashukuru sana, tunashukuru sana Madina Foundation, karibuni tena kwa mara nyingine. Kwa majina naitwa Karimu Msangi, ni afisa elimu wa kata hii ya Miburani. Uh, kwanza ni seme nawashukuru sana wenzetu wa Madina Foundation kwa kusikia kilio chetu sisi. Kwa kweli hali si nzuri, watoto wakati mwingine wanashindwa kuripoti shule kutokana na kukosa madaftari, kukosa uniform, kukosa hizi rim na vitu vingine, lakini ninyi mkasikia kilio chetu, mkatuwahi. Kwa hiyo niwape shukurani sana sana sana sana. Naamini wazazi ambao watoto wao wamepata nafasi hii mtakuwa mmewapunguzia mzigo mkubwa sana. Mara nyingi wazazi wanashindwa kuripoti shule, wazazi wanalalamika, wanasema jamani, hatuna uwezo wa kununua madaftari, kununua rimu, uwezo hatuna. Lakini leo mmekuwa wafadhili wakubwa, mmewafadhili, mmewashika mkono na mimi waliko wanajisikia. Kwa hiyo niwaombe, Mungu awabariki sana, muendelee pia kutufikiria wakati mwingine kwamba mkipata kidogo, semeni, kuna Miburani kuna watoto kule wanaohitaji hapa leo umewapatia watoto 20 lakini bado kuna wengine wasiopungua karibu sabini na kama sio 80 ambao pia wanahitaji msaada kama huu. Kwa hiyo Mungu atakapokuwa amewajalia, basi mkumbuke tena, ili mje kuweza kuwasaidia, na hii itakuwa imewarahisishia hata walimu kazi yao, kwa sababu kama mwanafunzi hana madaftari hana peni, amechelewa kuripoti shule, kwa mwalimu inakuwa ni ngumu sana. Lakini mkianza hivi kama hivi, umewapatia dictionary E, lugha ni tatizo kwa watoto wetu, lakini mmejua kwamba hii hey, kilio mmekiona kwamba watoto wana shida ya lugha. Naamini kabisa kwa kutumia dictionary hizo watajifunza na watakuwa na uelewa mzuri. Kwa kutumia dictionary na walimu wao wakiwasaidia, wanaweza kuelewa vizuri kwenye eneo la lugha, kwa sababu akielewa lugha, masomo ataelewa. Akielewa masomo, maana atafaulu. Kwa hiyo niwakaribisha, wakati mwingine zaidi na zaidi mtukumbuke, na Mungu awabariki. Niwashukuru sana ndugu zetu wa Madina Foundation kwa jambo ambalo wamelifanya mwaka huu ishirini ishirini na sita katika eneo la kisiwa cha Mafia katika kata ya Miburani, kuweza kuwashika mkono wanafunzi hawa takriban ishirini kwa kuwatimizia mahitaji yao muhimu ya masomo, ikiwemo begi, wamepata school bag nzuri mpya, lakini vile vile kaunta buku kumi, wamepata dictionary Oxford, lakini wamepata kompasi, wamepata rula peni na vitabu vya kujisomea. Tunashukuru sana ndugu zetu hawa kwa kazi kubwa walioifanya, lakini vilevile tunashukuru pia. Haya yote yanafanyika kwa sababu ya jihada kubwa ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa namna bora ambayo amewapa fursa wahisani na watu mbalimbali kuweza na wao kushiriki katika kujitoa katika jamii, lakini vilevile tunatoa shukurani kwa mkuu wetu wa wilaya ya kisiwa cha Mafia Mheshimiwa mama yetu Aziza Mangosongo kwa namna moja ushirikiano, baada ya kufika kuwapokea katika ofisi yake na kuwakaribisha na kuwapa ridhaa ya kuweza kufanya hili, lakini pia tumepita ofisi ya mheshimiwa mbunge tumepokelewa, lakini vile vile, pamoja maana yake na serikali kwa ujumla. Mimi nikiwa kwa majina naitwa Gula Mdad Karim, nikiwa kama diwani wa kata hii, lakini kama mwenyekiti wa almashauri ya wilaya ya Mafia, tunatoa shukurani za dhati kwa ndugu zetu hawa. Tunasema kwamba tuko pamoja, tuendelee. Lakini tunatoa fursa pia kwa taasisi mbalimbali, bado tuna uhitaji mkubwa katika sekta ya elimu, katika sekta ya afya, pamoja na mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa fursa hii kwa muda wowote, tuweze kusaidiana katika wilaya nzima ya Mafia. Lakini mwisho kabisa, ndugu zangu, tunasema tuko pamoja, kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi endelee. Asanteni sana ndugu zangu Madina Foundation, mimi niwashukuru kwa namna peke ya pekee kwa niaba ya halmashauri yetu ya wilaya ya Mafia, niseme asanteni sana na niseme karibuni sana, kama tulivyokuwa juzi tumetembea na nyinyi katika hospitali yetu, mmeona yaliyopo na nyinyi mkasema mko pamoja, kama alivyosema mwenyekiti wangu halmashauri si tumesema Mafia, mkihitaji viwanja mtapata, ya kuja kufanya kazi huku, ya kuishi huku, kuona yale matatizo yetu tulionayo, iwe mepesi kuliko kuja kuwaomba. Basi muyaone nini, mtoke nayo, mkijua Mafia kuna jambo gani, Mafia kuna nini. Na sisi tuseme Mafia tuna ushirikiano, Mafia tunapenda elimu, Mafia tunapenda tuko katika ushirikiano hata hao mnaona walimu watendaji wanapotoka huko wakija hapa, mimi na neno langu nasema, anayekula keki ya mafya ndio mwanamafya. Kwa hiyo niseme na nyinyi muwe tayari kuwa wanamafya, muwe tayari kutushika mkono kwa namna moja ama nyingine, lakini muwe tayari kutukubali katika mazingira yetu. Na tumefarijika sana kwa hali tuliyoiona, lakini nawaahidi wanamafya, tuko pamoja kwa kila hali. Hapa mafya ni nyumbani, mafya ni kwetu, katika shida na raha, inshallah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuwe pamoja. Watoto wetu wazuri, nawatakia kila laheri katika masomo yenu, lakini kikubwa, tunaomba mpambane na mzidi kutuonyesha nguvu sisi tunaopambana, Madina Foundation, kwa ajili yenu ili tuweze kuwiwa zaidi kutafuta au kuwapambania nyie, kwa sababu bila elimu kwa sasa hatuwezi kufanya chochote na sio elimu ya dunia tu, na elimu ya akhira. Nimesikia wanangue, bila kumjua Allah hatuwezi tukafanya chochote. Jambo la kwanza tumtegemee Mwenyezi Mungu na tumtangulize Mwenyezi Mungu, na hapo ndo mtakapoweza kufanikiwa na kufanya vyema. Kiufupi, napenda kushukuru sana mwenyekiti, tuko pamoja. Mama mwenyekiti, tuko pamoja katika shida na raha. Inshallah, karibuni sana Madina Foundation. Kwanza kabisa tunawashukuruni wote, mwenyekiti, mwenyekiti msaidizi, walimu, afisa elimu, wazazi na wanafunzi. Lengo letu kule tuleta hapa sana sana ni kuja kuwasapoti watoto ambao wanaenda kuanza kidato cha kwanza kwa kuwapa vifaa vya shule ili waweze kuingia kidato cha kwanza bila kuwa na Kuhang, yani wazazi kuhangaika kwanza tafute tafute hiki, tafute hiki. Tunashukuruni sana kwa mapokezi yenu mazuri. Lengo letu ndio hilo lilotuleta hapa kuwapa watoto vifaa ambao yani wanapitia sana sana mazingira magumu yani ambao hawana uwezo wa kukizi vile vifaa vya, kuingi, vya kuingia navyo darasani. Hatuna mengi zaidi labda ni wausie watoto wangu wazuri, mnavyoingia darasani mzingatie masomo mjitahidi kufanya vizuri. Sisi hapa hatuna kikubwa zaidi, ila ndio kama hivyo kujichanga, tukaweza kuja kuwahudumia kwa hiki kidogo tulichowaletea. Kwa leo tumeweza kuhudumia watoto ishirini. Mara nyingine Mwenyezi Mungu akitujalia tunaweza tukahudumia wengi, wengi zaidi ya hapa lakini kwa leo tunaweza kuhudumia hawa watoto ishirini ambao walikuwa hawajapata vifaa vya kuendea shuleni. Tumshukuru sana mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mafia na kata ya Miburani maanake bila yeye kuja kwenye ofisi yetu na akaleta hizi changamoto zao tusingeweza kufanyaje? Tusingeweza jua amekuja ametuambia changamoto zao, na sisi tumewiwa, tukapata kidogo ambacho tumekuja nacho kwa hapa hawa wana.